Na huku kampeni ya siku kumi na sita dhidi ya dhulma za kijinsia zikitarajiwa kuanza baadaye mwezi huu, wadau wanahimiza wazazi kuwa makini na watoto wao msimu huu walikizo ndefu. Wakiongozwa na mbunge wa Kilifi kaskazini Dr owen Baya, wadau hao wamesema ipo haja kwa wazazi kuwahusisha watoto na majukumu ya nyumbani na huduma za kijamii kando na kutenga muda mzuri wa kuangalia ili waweze kuwa na uhuru wa kuwaelezea matatizo yanayowakumba.

Uh, my plea to parents is let's watch our kids let's be the first teachers to ensure that our children uh, get the first information from us let us teach our kids about sexual education because we really shy from this kind of conversation but it's time that we have this hard conversation with our children pia vijana wasiingie katika tabia hatari tabia mbaya ambazo zinahatarisha maisha yao na ujana wao kwa hiyo wakati huu ambao tunafungua 16 days of Uh, every every no, isiwe mtoto hawezi kukueleza kitu kwa sababu aidha we ni mkali, ama hausikizi, ama hauna muda, ambayo ni problem ya wazazi wengi wa sasa. Wengi hawana muda, ameshinda kazini, mwingine ameshinda kazini. Wakirudi jioni, wengi wamechoka. The little time wanakuwa na mtoto ni ile ku habari mzuri, basi hakuna mambo mengine. Naam, tunapata mapumziko mafupi lakini tutarejea muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi.